Mahusiano mtu wa kwake anachukua mkopo anachukua mikopo bila kumjulisha. Kwa hiyo hajui, anawekeza katika mali, huyu mdada hajui. Sawa, hajui kabisa. Anasikia kutoka kwa wenzake, marafiki zake, anasikia kutoka kwa relatives wake. She has no idea kwamba huyu jamaa anawekeza, anawekeza akichukua mkopo hamwambii, akianza kuwekeza hamwambii. Uh, love is not enough